Hello, Charles William. Habari no. Asubuhi njema kabisa, niko vizuri. Uko vizuri, na nafurahi kusikia hivyo kaka, kwamba uko vizuri manake. Uh, uh, mwenzangu hapa yaniuliza yu yupo salama. Charles William mwenyewe, mimi niko vizuri sana. Karibu ndani ya uh, kipindi hiki cha kuzacha ndani ya bahari FM uh, kutoka hapa nchini Kenya. Sasa hivi ni saa mbili unusu, kuko shwari hapa kwetu. Hali ikoje uh, pahali ulipo? Sijui uko wapi, utatuambia. Mara ya mwisho sisi kuzungumza nawe ilikuwa unatoka Mwanza mwendo wa saa nne uelekee Dar es Salam kupiga simu siku ya Jumatano tarehe ishirini na kenda kupiga kura. Ndio, ni kweli nilifika Dar es Salam ifika Dar es Salaam lakini mda huo ndo kulikuwa kuna vurugu tayari ndani ya mji uh, uh. Kwa hiyo uh, kilichokuwa kinaendelea kutoka airport na barabarani kote kwa jumla ilikuwa ni hali ya kukimbizana tu baina ya waandamanaji pamoja na maafisa wa jeshi la polisi pamoja na jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania JWTZ. Ndiyo. Kwa hiyo kwa kiasi kubwa E, mimi i ni lazimu kwa sababu hapakuwa pana, pana gari zinazotembea tena uh. gari za nyingi zilikuwa zime- zimeogopa tena kuingia barabarani, ndio ko nilazimika kutumia pikipiki piki, kutembea umbali wa takriban kilomita ishirini na tano kutoka uwanja uh. wa ndege mpaka kufika nyumbani na barabara za kawaida ambazo imekua nikipita siku zote kwenda na kurudi airport zilikuwa mm. hazipitiki kwa sababu kote huko kulikuwa kuna mapambano yanaendelea, lakini pia vijana wanachoma matairi, risasi za moto zinasikika oh. na eneo mengi ilikuwa moshi unafuka angani ya jiji la kulikuwa kuna heka heka mpaka nimefika nyumbani mm. na ni siku io ambapo itangazwa sasa E, amri ya kuto, kutoka nje kuanzia saa kumi na mbili jioni ambayo tumedumu nayo kwa takriban siku tano kabla haijaondolewa e, siku ya jana, na na vyombo vya ha, habari pia vilikuwa havifanyi kazi jamana, wafanyakazi wengi wakaambiwa wafanyie kazi nyumbani hakukuwa na uwezekano wa mtu kufanyia kazi nyumbani. Kwa hiyo mtu akisema fanyie kazi nyumbani, ni sawa tu akuambie usifanye kazi, kwa sababu ndiyo, ndiyo, namna pekee kufanya kazi nyumbani ni uwe na uwezo wa kufanya hiyo kazi alafu utume sasa iende ofisini ah, ah, ah. sasa so, kwa sababu hapakuwa na mtandao kabisa oh, kwa, uh, kwa na namna ya mtu kupata mtandao kwa siku tano zote Maanake hiyo kazi nyumbani unafanya kazi ya namna gani? lakini ah. hata nyumbani e, huo utulivu wa kuifanya kazi una, unatokea wapi? Kwa sababu kwa siku nzima unaweza kusikia milio ya risasi katika mtaa wako labda kumi na tano mpaka ishirini zikiwa zina, zinalia kwa nyakati tofauti. Kwa hiyo hapakuwa pana utulivu wa kutosha jambo lolote kuendelea, na watu wengi walipata shida kwa sababu E, katika jiji la kibiashara kama jiji la Dar es Salaam, mm, watu wengi e, wanafanya vitu vyao mtandaoni kwa mfano okay, watu wanaotaka kusafiri wanakata tiketi za basi mtandaoni, wanakata tiketi za ndege mtandaoni, lakini pia wanatumia hizi gari mtandao na request usafiri kama Uber, alafu inakuja una, inakuchukua unaondoka. Sasa huwezi kurequest usafiri wa aina yoyote huwezi, yeah, yeah, kukata tiketi ya basi wala tiketi ya ndege, na hakuna mtandao kabisa. Huduma za kibenki zimesitishwa pia kutokana na, na kutokuwepo kwa mtandao. Kwa hiyo watu hata wenye fedha kwenye simu walikuwa hawawezi kuzitoa ili watumie, kwa sababu eh, wale mawakala wenyewe wanaoweza kukupatia pesa ukatoa ilikuwa pia haiwezekani kabisa. Kwa hiyo zilikuwa ni siku tano ngumu ngumu sana kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam, pamoja na mikoa mingine ambayo hali ilikuwa ngumu kidogo. Kwa mfano, katika uh, jiji la Mwanza ambalo ni jiji la pili kwa kuwa na watu wengi Tanzania, ambako ndiko nilikuwepo mm. E, nako mimi nikiwa nimeondoka, hali kule ilichafuka na kulikuwa kuna machafuko mengi sana huko barabarani na watu wamepoteza maisha, lakini pia mali zimeharibiwa na kule nako ikawa watu hawatembei tena kuanzia saa kumi na mbili, lakini hapo jirani kabisa na Kenya katika jiji la Arusha mm. nako hali kwa tete sana e, bila kusahau e, jiji la Mbeya e, kule e, nyanda za juu kusini kuelekea Zambia pamoja na mji e, wa Tunduma. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo yalikuwa na machafuko makubwa zaidi ukilinganisha mm, mm, na mikoa mm. mingine Tanzania. Sasa, Charles, asante asante, asante na poleni sana kwa kile ambacho mmekumbana nacho. Ni miongo mingi imepita, Tanzania haijashuhudia jambo kama hili. Na ni, ilikuwa ni siku ya kupiga kura. Wewe mwenyewe ulitoka Mwanza kwenda kupiga kura Dar es Salaam. Dar es Salaam ulipiga kura Hapana, hapakuwa pana pana uwezekano wa kutoka, okay. Okay. Okay, kura majira hayo ya saa 8 saa 9 kwa sababu ndio muda ambao okay. E, mji okay. ulikuwa e, uko, uko kwenye hekaheka heka hizo, lakini uh, milioni, Sama, thelathini, pa milioni na moja walipiga kura, wakampigia mama Samia Suluhu um, na baadaye ameapishwa ndiye, ndiye rais sasa. Wewe ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, hapa Kenya watu walikuwa wanaulizia Iliwezekanaje watu milioni thelathini na moja kupiga kura na hali unayotuelezea ilikuwa mbaya sana, ama kuna wale walisema potelea mbali, wacha tupige kura tu, milio, zaidi ya milioni thelathini na moja? Nadhani hilo ni jambo ambalo linazua mjadala kwa wengi e, Sasa unajua kwa kwa sheria za Tanzania za uchaguzi, lakini katiba yenyewe ya Tanzania katiba ambayo ina, inaeleza wazi kwamba E, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ama tume ya uchaguzi kishatoa matokeo ya urais. Okay, okay. Hakuna, hakuna kwamba hakuna mtu anaweza kwenda kwenye mahakama yoyote ya kisheria kuhoji kuhusu mm, uhalali wa matokeo yanayotolewa kuhusu urais. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa waki, wakionyesha eh, hasa wale ambao walikuwa hawakubaliani na uchaguzi huu wamekuwa wakionyesha mashaka yao wakihoji walitoka wapi hao watu milioni thelathini na moja wakwenda kupiga kura. Hawatilii shaka sana ushindi wa asilimia tisini na saba aliyoupata Rais Samia, kwa sababu wenyewe wanaamini e, wale walioenda kupiga kura wengi e, ni aidha wafuasi wakereketwa au wapenzi wa Chama cha Mapinduzi, CCM ndio e. Na vyama vingine vilivyokuwa vikishiriki uchaguzi ni vyama dhaifu visivyokuwa na nguvu. Kwa hiyo kwa ukisema kwamba e, Rais Samia Suluhu Hassan amefanikiwa kupata ushindi wa asilimia tisini na saba kuelekea tisini na nane wengi hawatilii shaka. E, asilimia hiyo ya ushindi mm. Shaka yao imekuwa kwenye hiyo idadi <laughs> ya kura zilizopigwa kwamba wanaona kama ni nyingi sana, lakini pia kihistoria eh, Tanzania haijawahi kuwa na e, watu wengi waliojitokeza kupiga kura kwa kiwango kilichotajwa safari hii kwa maana ya ile tunasema voters turnout kiwango cha waliojitokeza kupiga kura kiwango cha waliojitokeza safari hii eh, kichukua takwimu za mwaka elfu mbili na, na, na kumi eh, kulikuwa kuna watu asilimia arobaini na mbili ya walioandikishwa walijitokeza, mm, asilimia arobaini na mbili tu ya walioandikishwa ndio walijitokeza wali, lakini mwaka elfu mbili na eh, mwaka elfu mbili na kumi na tano walijitokeza asilimia sitini na moja tu ya walioandikishwa wa e, mwaka elfu mbili na ishirini e, walijitokeza asilimia arobaini na tisa tu ya walioandikishwa wa, wali wa mm. Lakini kwa takwimu hizi zilizotolewa mwaka elfu mbili na ishirini mm, wa na tano, maana yake waliojitokeza walikuwa asilimia themanini na sita kuelekea themanini na saba na kulikuwa so kuna machafuko kiwango cha juu sana cha watu kujitokeza ambacho hakijashuhudiwa kwa takribani miaka kumi e, na tano ishirini iliyopita. Na ukitazama vizuri takwimu hata kutoka mfumo wa bi, demokrasia vyama vingi ianze mm. hakujawahi kutokea wapiga kura kuwa wamejitokeza kwa asilimia ya juu kama safari hii. Sasa ndipo e, wengi wanakuwa na maswali kwa maana kwamba E, uchaguzi huu ndio uliokuwa na rabsha kuliko uchaguzi mwingine wowote tangu tuanze chaguzi za vyama vingi, lakini uchaguzi huu pia ndio umeelezwa kwamba umekuwa na wengi zaidi waliojitokeza kuliko uchaguzi wowote. Sasa hilo ndo limekuwa likizua maswali sana. Uh, Charles, labda tukumalizia hali sasa hivi ikoje Tanzania, na kutokana na kile ambacho kimeshuhudiwa katika hizi siku tangia siku ya uchaguzi, mitandao kufungwa kwa siku tano, uh, tunaona picha uh, za kusikitisha uh, na video kutoka kule, tunaamini zinatoka hapo katika taifa la Tanzania um, ni, ni, ni kipi kilicho ndani ya mioyo ya Watanzania, labda uh, ukipiga darubini wewe kama mchanganuzi na unayefuatilia maswala ya Tanzania, kuna mambo kama matano yanaendelea kwa haraka. La kwanza ni eh, yes. shughuli yes. za kibiashara shughuli za kibiashara zinaanza kurejea taratibu kwenye baadhi ya maeneo hasa okay. Okay. E, maeneo ambayo yalikuwa yanajulikana kwamba yana, yana shughuli kubwa sana za kibiashara, siku ya jana ilikuwa bado hazijarejea vizuri mm. E, kwa sababu ilikuwa ndo siku ya kwanza, kwa hiyo watu walikuwa kama bado wanatazama, lakini e, vituo vingi vya mafuta vilikuwa bado vimefungwa siku ya jana hususan katika jiji la Dar es Salaam mm. E, vilikuwepo vituo vichache vya mafuta ambavyo vimefunguliwa kwa hiyo eh, kidogo watu kupata huduma ya mafuta kwenye gari zao pikipiki piki, na bajaji ilikuwa ni eh, msukumano kidogo. Lakini lingine lilokuwa eh, eh, linaendelea ni kwamba watu wengi wapo kwenye hekaheka heka za kutafuta ndugu zao ambao mm, hawaonekani kutokana na hizo eh, vurugu za siku tano na hali ilivyokuwa kwa wapo ambao wana wanasema kwamba ndugu zao wali walipigwa risasi. Kwa hiyo waliwaona kwa macho wakiwa wamepigwa risasi na kudondoka, kwa hiyo miili yao ilivyochukuliwa, sasa hawajui ilipo kwa hiyo wamekuwa kwenye hizo heka heka za kutafuta kwamba e, ndugu yetu yuko wapi? Ama wengine wanafanikiwa kupata mili ya ndugu zao, kwa hiyo wana, wanaichukua sasa kwa ajili ya zile taratibu za mazishi, na kuna wengine ambao bado hawajaona. Kwa hiyo hao wanaendelea e, kutafuta. Alafu e, lingine linaloendelea ni kwamba kwa sasa hivi e, kwa kiasi kikubwa watu wanasubiri, nadhani matatizo ya mtandao kule um... Uh, kumezimwa tena nini kule? Okay, ndio taswira kabili kabili Tumai. <laughs> <laughs> uko salama tutakuwa <laughs> <Tumai uko>, tuna, <laughs> tunarudi kwako eh, utakuwa unamtafuta manake wewe eh? Muhimu zaidi tuweze kumjali manake ndie ambaye anatuchanganulia. Yeah, Charles, ulikatika? Umezimwa nini huko? Hapana. <laughs> <laughs> Upo sawa sio? <laughs> niko vizuri, niko vizuri. tunakujali mwenzetu, sasa labda tumalizie katika hili <laughs> ulikuwa unaelezea hali halisi iliyoko, na nilikuwa nimekuuliza ndani ya Mtanzania, unadhani ni kipi, uh, kilicho ndani yake baada ya haya uh, kutokea kwa ajili ya taifa lake na mustakabali wa nchi hii ya Tanzania mm-hmm. Na, na, na, nilikuwa naeleza kwamba kumekuwa na subira ya kuona viongozi wa kisiasa wataamua tunaenda vipi mbele kutokea hapa tulipo na mvutano mkubwa uliofanya tufike hapa tulipo, e, na tulipopitia ni kutokana na sheria za uchaguzi pamoja na, na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa inavyoeleza masuala mbalimbali yanayohusu uchaguzi. Sasa mvutano huu wa wale wasioamini wa kama sheria tulizo nazo na katiba tulionayo hapa Tanzania wanaamini kwamba haiwezi kuweka e, usawa katika kupata mshindi halali wa uchaguzi. Kwa hiyo waandamanaji wengi waliokuwa wakiandamana e, na jinsi ambavyo eh, hoja ya kuzuia uchaguzi ilivyokuwa ikinadiwa na, na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, ambacho kilisusia uchaguzi, inaonekana wazi kwamba ili kutoka hapa tulipo ni lazima sasa tukae chini kama eh, taifa, kuona tunawezaje kurekebisha hizo sheria, lakini pia tunawezaje kutoka eh, kwenye uchaguzi huu na Eh, madhila yaliyopatikana. Sisi hapa tuna usafiri unaotumiwa kama usafiri wa tunaita usafiri wa mwendo kasi, mabasi yale ambayo yanatembea eh, katika barabara za kipekee ambazo hayasimamishwi haya na yanaenda kwa mwendo mkali, na ndio usafiri mkubwa sana unaotumiwa na wakazi wengi katikati ya jiji la Dar es Salaam, imebidi usitishwe kwa sababu vituo vyake vyote viliharibiwa vibaya. Kwa hiyo kuna gari ah, zaidi ya mia moja hamsini hizo kutoa huduma hiyo ya usafiri ndani ya jiji la Dar e, baadhi zilichomwa moto, lakini vituo vyake vimeharibiwa vibaya, lakini hata zile mashine zao e, za ukaguzi na utoaji wa risiti nazo zimeharibiwa vibaya. Kwa hiyo huduma hiyo imesifiri kwa muda, kwa hiyo mambo hayatakuwa kama yalivyokuwa hapo zamani. Lakini kuna mali za watu wengi zimeharibiwa, wasanii mashuhuri e, kama Shilole, Bilnasi, Juksi mali zao ziliharibiwa zili vibaya kwa sababu waandamanaji walivamia maduka yao e, wakisema kwamba hao wamekuwa wakipigia chapuo Chama cha Mapinduzi na haki, uh, wakiwalaumu wasanii hao kwamba wameshindwa kukaa upande wa wananchi, kwa hiyo waliharibu sehemu nyingi za uwekezaji waliharibu vituo vya mafuta vya watu wengi ambao wenyewe wana, waandamanaji wanaamini kwamba wamekuwa wakikiunga mkono e, chama tawala. Sasa kuna majeruhi wengi pia hospitalini ambao wenyewe walijeruhiwa kwa kupigwa risasi. Baadhi mm, yao zipo taarifa hizo za e, kwamba majeraha yale ya risasi yalipiga yali vibaya maeneo walikopigwa waliko. Kwa hiyo baadhi waliopigwa risasi miguuni wanalazimika kukatwa miguu yao maanake, oh, tutakuwa tuna watu pia ambao ni, ni, ni walemavu sasa, kutoka kuwa na miguu mpaka huku e, kwenye kuwa na mguu ambao mmoja umekatwa kutokana na majeraha ya risasi. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ni kutibu majeraha e, mioyoni, kwa wale ambao wameumizwa na yaliyojiri, lakini kutibu majeraha ya kisiasa na kutibu majeraha katika miili ya watu ambao wameumia, na tuna familia ambazo sasa hivi zipo kwenye maombolezo hayo ya misiba, baada ya kutokewaana baba, mama na watoto. Na hata katika familia yetu sisi watu wa tasnia ya habari, mtangazaji wa kituo cha Clouds afahamika mm. E, e, kama Mastatindwa alikuwa moja moja kati ya watu waliopigwa risasi e, akiwa viunga vya nyumbani kwake. Kwa hiyo na yeye amezikwa E, na sasa hivi kinachoendelea ni hali hiyo ya machozi, majonzi na kutiana moyo na kupeana pole. Poleni sana tu, tunawaombea uh, kila la heri, na tukiamini kwamba uh, mambo yatakuwa shwari. Lakini kwa, da, kwa, kwa maneno mafupi sana kwa sababu ya muda unijibu hili uh, ndio mtandao ulikuwa umezimwa na serikali haikutaka haya mambo yatoke, ya kilichokuwa kikitokea ya pale, lakini unadhani kilichofanyika ujumbe umefika nyumbani kwa wale waliokuwa na lengwa, ujumbe uliokuwa unapitishwa na hawa vijana wa Tanzania waliokuwa barabarani wakiandamana, unadhani ujumbe umefika ama hilo haliwashtui hawa viongozi, kwa kwa, kwa mtazamo wako kwa ufupi? Ujumbe umefika kwa sababu ukitazama hata jinsi hotuba ya Rais Samia amekuwa alizungumza kwamba njia nzuri ni kuzungumza kuliko hmm, njia iliyotumika. Kwa hiyo anaposema njia nzuri ni kuzungumza, maana yake anafahamu kwamba e, kuna watu walifikisha ujumbe kwa njia hiyo ya maandamano na ujumbe huo umemfikia, ndio maana watu wengi wana wanashauku kuona tutaendaje mbele kutokea hapa akiwa amechaguliwa katika uchaguzi ambao vurugu e, zilikuwepo lakini chama kikuu cha upinzani kilisusia kushiriki. Ingawa pamekuwa taarifa zingine pia za kushtua siku ya jana mmoja e, kati ya wanasheria wa chama kikuu cha upinzani hapa nchini CHADEMA e, alitoa ali taarifa kwa umma kwamba e, makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche ambaye ni msaidizi Ee, kimamlaka akitoka Tundu Lissu anafata yeye yeye, alikuwa amekamatwa e, siku tatu nne kabla ya uchaguzi. Sasa siku ya jana alieleza wakili wa chama hicho kwamba huenda akafikishwa mahakamani muda wowote akituhumiwa kwa mashtaka Kuratibu na kuchochea vitendo vya kigaidi e, kwamba e, alifanyiwa mahojiano na ye kama wakili alishuhudia mahojiano hayo na tuhuma zilizokuwa zikimkabili ni hizo John Heche kwamba akituhumiwa amehusika kwenye kuratibu na kigaidi e, na, e, na hivyo polisi walikuwa wamemweleza wakili kwamba muda wote wangemfikisha John Heche mahakamani. Sasa hilo linasubiriwa kuona litatoa mwelekeo gani mpya katikati ya katika hali hii. Asante sana Charles kuzungumza nasi asubuhi ya, ya leo. Shukran sana. Poleni sana, tunawatakieni amani uh, ndugu zetu, jirani zetu Tanzania, na naamini kila kitu kitakuwa shwari. Mwenyezi Mungu pia awalinde, sio Asante sana, shukran sana.